Watu wengi wanaamini furaha ni kitu kinachokuja pale unapopata pesa nyingi, kazi kubwa au mali ya kifahari. Lakini ukweli ni huu: unaweza kuwa na kila kitu hicho na bado moyo wako ukawa na utupu. Kuna stori ya rafiki yangu, alipata kazi kubwa, gari jipya na akajenga nyumba, lakini baada ya miezi michache aliniambia, nimepata kila kitu nilichotamani, lakini sijisikii furaha. Hii imenifanya nijiulize swali ambalo naomba na wewe ujiulize sasa. Furaha kwako ni nini? Je, ni kitu cha nje, pesa, mali, cheo, au ni hali ya ndani ambayo haitegemei vitu vya nje? Leo na kushirikisha kanuni saba rahisi lakini za kina, zinazothibitishwa na tafiti za kisayansi na maisha ya kila siku, ambazo zinaweza kugeuza maisha yako kuwa na furaha ya kweli, ile furaha ya kudumu, si ya muda mfupi na usiondoke, kwa sababu mwishoni nitakupa siri moja ya bonus ambayo watu wachache sana wanaijua kuhusu furaha. Hii inaweza kubadilisha mtazamo wako milele. Lakini kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe Fikra Chanya, weka like na washa alama ya kengele, ili kila wiki tukuletee video za maisha bora, mafanikio na saikolojia ya furaha. Sasa hebu tuanze safari yetu. Kanuni ya kwanza: shukuru kila siku. Wengi huamka asubuhi na kitu cha kwanza wanachofikiria ni matatizo yao, lakini tafiti za positive psychology zinaonyesha watu wanaoandika vitu vitatu vya kushukuru kila siku hupata kiwango cha juu cha furaha na afya ya akili. Kanuni ni hii: unaposhukuru, unaleta wakamilifu kwenye kidogo na amani kwenye akili yako. Mazoezi ya haraka leo: kabla ya kulala, andika vitu vitatu unavyoshukuru vitakuwa vidogo sana kama maji uliyokunywa au tabasamu la jirani yako. Hiyo itabadilisha mtazamo wako. Sasa naomba ujiulize, kama ungeandika vitu vitatu vya kushukuru sasa hivi vingekuwa nini? Kanuni ya pili: ishi sasa. Watu wengi wanapoteza furaha kwa kuishi jana au kesho, wanajilaumu kwa yaliyopita au kuogopa yasiyotokea. Kitabu maarufu The Power of Now cha Eckhart Tolle kinasema uhalisia pekee ulionao ni sasa. Fikiria hili, hakuna mtu aliyeweza kuishi jana tena, na hakuna mtu ameishi kesho kabla haijafika. Lakini wengi wetu tunasahau dakika hii tuliyonayo. Mfano mdogo, mtoto mdogo akicheza kwenye mchanga hajali jana, hajali kesho. Anafurahia sasa hivi na hiyo ndio siri ya furaha. Mazoezi. Hebu tufanye pamoja. Pumua ndani taratibu kwa sekunde tano. Shikilia kwa sekunde tatu. Toa pumzi taratibu kwa sekunde tano. Je, unahisi ule utulivu? Hapo ndipo furaha ipo katika sasa hivi. Kanuni, ukijifunza kuishi sasa utapata furaha isiyo na kikomo. Kanuni ya tatu, chagua fikra chanya. Akili yako ni bustani. Ukipanda mbegu za mawazo mazuri utaona maua, ukiacha na magugu, huzuni na hofu vitakuwa. Cognitive psychology inasema ubongo wetu una negative bias. Unapenda kukumbuka mabaya zaidi ya mazuri. Hii inatufanya tuone dunia ni ngumu kuliko ilivyo, lakini unaweza kuibadilisha kwa kuchagua mawazo yako. Mfano, watu wawili wanapoteza kazi. Mmoja anasema maisha yameisha, mwingine anasema labda hii ni nafasi ya kujaribu biashara niliyokuwa naota. Ni mawazo tofauti, lakini maisha hubadilika kutokana na mtazamo huo. Kanuni: mawazo yako si uhakika, bali ni chujio ya jinsi unavyoiona dunia. Mazoezi: chagua neno moja hasini ambalo unatumia mara kwa mara, kama haiwezekani na uligeuze kuwa chanya: nitatafuta njia. Utaona akili yako inavyogeuka. Sasa jiulize, wewe huwa unajiongelea kwa maneno ya kushusha au kuinua? Kanuni ya nne: linda afya yako. Hakuna furaha ya kudumu bila afya. Mwili wako ni gari la roho yako. Kama hulali vizuri, huli vizuri au hufanyi mazoezi, hata akili yenye nguvu hawezi kufurahia maisha. Tafiti zinaonyesha kutembea madakika 30 tu kila siku hupunguza msongo wa mstamba kwa zaidi ya asilimia 40. Chakula kizuri, maji safi na usingizi bora equals mood nzuri na furaha. Kanuni, mwili wenye nguvu huunda akili yenye furaha. Kwa hiyo swali kwako leo, umefanya nini kuwekeza kwenye afya yako? Kanuni ya tano: jizungushe na watu wema. Harvard imefanya tafiti ya miaka 80 kuhusu furaha. Hitimisho lao ni kuwa quality ya mahusiano yako ndiyo kipimo cha furaha yako ya maisha. Ukiwa na marafiki wanaokushusha, wanakudharau, wanakuvuta nyuma, hata uwe na pesa, utahisi upweke. Lakini ukiwa na watu wanaokujenga, kusupport, kukupenda, utahisi furaha hata bila kuwa na vitu vingi. kanuni mazingira yako ya kijamii ni kioo cha kiwango chako cha furaha. Sasa jiulize, marafiki zako watano wa karibu wanaongeza furaha au wanaipunguza? Kanuni ya sita: toa zaidi ya unavyopokea. Kuna kitu kinaitwa helpers high, hisia ya furaha inayotokea baada ya kutenda wema. Sayansi ya ubongo imeonyesha kuwa kutoa kunachochea endorphins, kemikali zinazokufanya ujisikie vizuri kanuni Unapotoa unajipa nafasi ya kuwa mkubwa kuliko matatizo yako. Challenge wiki hii, msaidie mtu mmoja bila kutarajia malipo, utaona tofauti. Kanuni ya saba, endelea kujifunza na kukua. Watu wengi wakisimama kukua wanabaki wakiwa na huzuni na hisia za kufungwa, lakini kila unapojifunza kitu kipya ubongo wako huzalisha dopamine, kemikali ya furaha Mfano, mtu anayeanza kujifunza lugha mpya anahisi dunia yake inapanuka. Kanuni, kukua ni chanzo cha utimilifu. Kwa hiyo jiulize, ni ujuzi gani mpya utakaoanza kujifunza wiki hii? na bonus secret: furaha si lengo, ni safari. Hii ndiyo bonasi yangu ya leo na naamini ni muhimu kuliko zote. Watu wengi hufikiria furaha ni kitu cha mwisho kufika, yaani, nikipata milioni moja nitafurahi, nikioa nitafurahi Nikihamia nyumba kubwa nitafurahi. Lakini wakipata hivyo furaha yao haidumu. Kwa nini? Kwa sababu furaha si destination, ni way. Inajengwa kwenye shukrani, afya, upendo na ukuaji wa kila siku. Mfano, kuna mtu anakikimbiza pesa maisha yake yote, akifikiria furaha ipo hapo mbele, lakini siku anapoipata bado moyo wake unakuwa na huzuni. Kumbe furaha ilikuwa kwenye safari ile ile, katika kila siku aliyoipuuza. Kanuni: usitafute furaha kama lengo, ishi furaha kama safari. Hizi ndizo kanuni saba za furaha ya kweli. Moja, shukuru kila siku. Pili, ishi sasa. Tatu, chagua fikra chanya. Nne, linda afya yako. Tano, jizungushe na watu wema. Sita, toa zaidi ya unavyopokea. Saba, endelea kujifunza na kukua. Na bonasi, furaha si kitu cha mwisho kufika, ni safari unayoishi kila siku. Kama video hii imekugusa, tafadhali weka like, share na rafiki yako mmoja ambaye unataka aishi maisha yenye furaha zaidi, na usisahau kusubscribe Fikra Chanya kwa video mpya kila wiki. Kwa sasa nakutakia siku yenye furaha, maana furaha yako haipo kesho, ipo sasa hivi. Tukutane kwenye video inayofuata. Asante sana kwa kutazama.